Bonanza la leo tumefanya bonanza kubwa sana ambalo limeandaliwa na Power On Fitness tulikuwa waalimu kama kumi na moja, na waalimu wote tumefanya dakika 20 20. Kwa kweli ilikuwa tamu sana ilikuwa nzuri sana kwa sababu mazoezi ni upendo, mazoezi ni burudani, mazoezi ni afya, yanatufanya tunakutana kwa karibu. Mfano kama bonanza la leo lilofanyika lilikuwa ni kubwa sana, limetufanya kwamba tumekutana walimu wa gym tofauti tofauti, tumekutana na watu ambao hatujawahi kukutana zaidi ya miaka miwili, lakini kutokana na bonanza lilofanyika leo tumekutana na ndugu zetu wengi wengi, wengi na pia tumejenga afya zetu, tumeboresha miili yetu. Sasa hivi tuko vizuri. Nashukuru sana wandaji waona saini Mwenyezi Mungu wa naji, mwesimua, ya kwa jina naitwa mwalimu Yasini au instructor Yasini Upola. Mwalimu ni mwalimu kutoka Power on Fitness ambayo leo hii tulikuwa tunaendesha mazoezi ya viungo hapa katika viwanja vya TTCL. Ni kwamba event yetu kwa kweli imefana sana, na event hii tunaita A new year 2018 fitness gala, yani inajumuisha mazoezi ya aina mbalimbali na wanamichezo na vituo vya mazoezi vya aina mbalimbali ikimaanisha gym na fitness center zote. Kwa kweli bonanza hili limeandaliwa rasmi kabisa na, kam na kamati maalum ambayo iko chini ya gym ya Pound Fitness. Wanakamati hawa wamejitolea kuorganize bonanza hili chini ya Pound Fitness ili kufungua rasmi mwaka 2018 kimazoezi, wakizingatia kwamba sasa hivi mtaji wa binadamu au mtanzania yoyote ni afya, na afya inapatikana zaidi kwenye upande wa mazoezi. Na mazoezi yetu ya leo tumeunganisha mazoezi mengi sana kwa kweli na hapa mshu. sasa hivi tunaelekea kumaliza, japokuwa tuendelea na burudani za kawaida, lakini kwanza kabisa ile mapema asubuhi tulianza na jogging. Jogging ilikuwa ni kilomita kumi ambayo njia ilianzia hapa TTCL ikaenda moja kwa moja mpaka Mwenge kakata mpaka kwenda Igesa line pale pale tukakata kwenda Sinza makaburini, tukarudi na barabara ya Afrika sana Ongela Bamaga, tukakata tena hapa kushoto mpaka viwanja vya TTCL. Sasa basi baada ya kuingia hapa, ndo tulikuwa tuna mazoezi ya viungo ya aerobics ambayo tuliunganisha mazoezi ya aerobics, step, pull, zumba, dance na michezo mbalimbali mbali kama mpira wa miguu na vitu vingine lengo kubwa la bonanza hili ni kwamba tunataka watu wajue, watu waelewe kwamba tunafungua rasmi mwaka kimazoezi. Hii tunafungua mwaka, lakini tunataraji mwishoni mwa mwaka tutafanya tena bonanza la mazoezi kwa ajili ya kufunga mwaka. Tunawaomba watu wote wa ambao leo hawakubahatika kuwa na sisi hapa, jua linakwenda safari ijayo waje wajumuike na sisi, lakini sio mazoezi yafanye katika shughuli hii tu wakati wote siku zote, kuanzia sasa hivi na kuendelea, na mazoezi kwa kweli iwe sehemu ya maisha, kwa sababu mfano mimi sasa hivi nimeshafanya mazoezi miaka mingi, baada bahatizuni nimeingia kwenye ualimu, lakini naendelea kufundisha. Hivyo basi, naomba watu wote tushirikiane na Power on Fitness na vikundi na mbalimbali vya jogging, vikundi mbalimbali vya mazoezi gym, fitness center dogo ndogo zote, tufanye mazoezi ili tuweze kutunza afya zetu na kuimarisha afya zetu kwa kweli. Nashukuru sana bonanza hili limefanikiwa sana, watu wamejitokeza kwa wingi, lakini watanzania wana Dar es Salaam tuko wengi, naomba tujumuike zaidi safari ijayo, lakini pia tujiunge kwenye vikundi mbalimbali vya mazoezi na senta mbalimbali za mazoezi. Na kwa jina, naitwa Elizabeth Masaba, mkurugenzi wa Power on Fitness Gym, nachukua nafasi hii kuwashukuru wanamichezo wote wameweza kuhudhuria bonanza letu la leo. Nashukuru na watu wengine wa michezo kutoka sehemu mbalimbali viongozi mbali wa jogging club na jogging club jii tofauti. Mungu awabariki sana, na tuweze kupata nafasi mabonanza mengine mweze kuhudhuria kama tulivyohudhuria siku ya leo. Bonanza letu limekwenda vizuri sana, watu wamefurahi, tunashukuru. Kama kuna mapungufu yoyote, nadhani bonanza inayofuata tutayarekebisha. Tusiache kushirikiana kwenye michezo, michezo afya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 Desemba 17, 2017, kwa shilingi shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili, imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John, mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari